<desconfinido> Tunashukuru Mungu tena, tumekuwa mbele za Mungu kwa saa hizi mm. Mungu asifiwe sana Amen, yeah. Yeah. Yeah. Ah. Mungu anatupenda yeah. Na jomana tumeamka, kuna wengine ambao uh, wamelala hagonjwa lakini usingizi mbada, alishindwa kufika kwenye ibada. Sisi tumefika tunashukuru Mungu Amen. Eh, ujumbe yetu ambayo tunayo inapatikana katika injili ya Luka ile sura yake ya makumi mbili na nne na mstari wake wa kumi na tatu hadi mstari wa, eh, wa kumi na tano kumi na tatu mpaka mstari wa kumi na tano. Injili ya Luka makumi mbili na nne mstari wa kumi na tatu hadi makumi mstari eh, wa kumi na tatu hadi kumi na tano. Na ujumbe ina, yenye tunapata hapa ni unazungumza nini, njo ujumbe tut, tutapata hapa. Eh, aliye tayari anaweza kutusomea Injili ya Luka sura yake makumi mbili na ine na mstari wake wa, wa kumi na tano hadi kumi na, eh, kumi na tatu hadi kumi na tano. Tuseme katika jina la Bwana Bwana Yesu Amen. Na. Natazama siku ile ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijijini kimoja jina lake Emao kilichokuwa mbali na Yerusalemu, kama mwendo wa saa mbili. Nao walikuwa wakizungumza nao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa ya wasimtambue mm. Amen, amen. E, e, neno la leo, tunaendelea katika siku ambazo zimepita za, za ufufuko wa bwana wetu Yesu Kristo kufana kufufuka kwake mm. Sasa kwa hiyo mm. ho wakati alifufuka watu ama wanafunzi wengi walikuwa hawayamuona mm. na tazama sasa, kuko wawili walikuwa e, wanatoka Yerusalemu wanaenda Emmaus jihani. Sasa walikuwa nazungumza juu ya maneno ya Yesu, namuna gani alikuwa mtu mzuri, ishara zenye alikuwa nafanya, na wao walikuwa wanategemea, walikuwa nafikiri wa Israeli, kwa sababu walikuwa katika utumwa wa wa, wa Arumi walifikiri Yesu anakuja kama mfalme wa dunia anakua yani atoshe vale wenyewe walikuwa pale wote wa Herodi wengine, yeye ndio akuwe, eh, kiongozi wa dunia eh, lakini sasa wenyewe walikuwa kutana yeye, alikuwa hubiri ufalme wa mbinguni na kwa kusudi sasa kukomboa watu kuotosha katika dunia katika mambo ya dunia, kuwaunganisha na uh, ufalme wa mbinguni, ili lazimu atulipie gharama yote ya zambi ambazo tulizitenda tangia baba yetu Adamu na mama yetu bale, eh, bazazi yetu ba zamani Adamu na Eva mpaka eh, vizazi hivyo vilikuwa bado havyakombolewa kwa sasa tumekombolewa kwa damu ya Yesu Kristo ambaye alikufa na kufufuka kwa yoyote ule ambaye anaamini na, na kuachana na dhambi atarithi ufalme wa mbinguni. Sasa as e, katika mazungumzo yao wako wanazungumza alikuwa mtu mzuri, ah basi Yesu naye kaingia. Yeye yaani Mungu anajua mawazo yetu na maneno yote ambayo tuna, tunaongea wako wanatembea eh, azz